Mungu alipoimba mbingu na nchi, Biblia inasema nchi ilikuwa ukiwa. Nini maana ya ukiwa? Ukiwa ni upweke, ukaa peke yako, huna mwenza. Tunaita kwa lugha za kiroho roho ya ukiwa. Hebu sema roho ya ukiwa, yeah. bahati mbaya sauti tumeiacha kwa mwenyekiti wa mtaa wako. Sema roho ya ukiwa, yeah, okay. Ukiwa ni pepo au ni spirit tunasema kwa lugha wenzetu, spirit. Lugha nyingine nasema ghost, ni ile ile roho, ghost. Ukiwa ni mzimu fulani ambao unamsababisha mtu asipate watu wa kumbeba, kumsaidia, kumwinua wala kumuona. Inaitwa roho ya ukiwa. Nitazame usoni na useme amen, amen. Uh, mina yako haijaenda shule usema amen, nitazame amen. Hiyo roho ya ukiwa mpaka leo inasumbua watu. Sasa, sasa baba roho ya ukiwa inasumbuaje? Kila mtu naye pomsikia amefanikiwa kabla hujapata mafanikio mengine, kwanza unapata watu mafanikio, kwanza unapata nini? Naomba ongea. Nini? What? Sasa unakuta wewe watu uliopata umepata watu walio kinyume na wewe, baada ya kupata watu wa kukupa company, ulipata watu wa kukuroga. Maana watu pia wanagangia kwenye makundi mawili, kuna watu wazuri na watu wabaya, lakini pia kuna kundi la tatu inaitwa watu wasiofaa kitu. Kundi la tatu linaitwa nini? Sasa ukipata watu wasiofaa kitu, hawatakufaa Hawatakusaidia, hawafanyi chochote. Maana tuna muda mchache. Kuna watu wanaofaa sogezea, watu wa kukuroga, watu wanaokuzika ungali hai, watu wanaokufukia hata kama natembea, watu ambao wanakuegea gia za rivers. Urudi nyuma, usiende mbele. Inua mikono juu, tamka kwa mamlaka ya Mungu, sema hey Baba, yeah. Niondolee watu yeah. wanaoniroga yeah. na kunizika Nikiwa hai sema leo, na wakataa sema. Mbona utoe sauti, sema baba, niletee watu wanaoweza kuinua maisha yangu wakanifaa katika safari ya maisha. Kila moja sema amen. Roho ya ukiwa inakunyanganya watu wakukua, kampani. Ni roho, itazame twende ni nini ndio maana unaona wewe maisha yako wewe uko, uko kwenye ile makundi mawili, una watu wasiofaa kitu, wambea wambea, wazushi wazushi, watu wanaoshinda wanakuchekesha, lakini baada ya kicheko upate hata mia mbili. Wanakutembelea, lakini wanakula gwali wako na walipi na wanakula kama mchwa wa Kigoma. Watu wasiofaa kitu wanakuletea umbea ambao hauna haulipi chochote. Unataka upokee taarifa zenye kuleta manufaa, si unapokea taarifa za kudumaza akili yako. So kuna watu wasiofaa kitu. These people are too many. People who are worthy for nothing. Na jamii imejaa watu wasiofaa kitu. Hawa watu hawazalishi, hawaleti maendeleo. Wao wow, ni watu ambao wanaongeza idadi tu ya watu. <coughs> Ni majamaa tu ya hapo lakini <coughs> Naomba Mungu akutoe kwenye ile kundi kwa jina la Yesu. Mbona uitikii? Ukiwa ni roho inayoondoa Watu wa maana, watu wa muhimu, watu wa msaada. Fungua sauti ya kusema amen. Ndio maana Amen. Unaona hata katika jamii wale watu wa maana kabisa ambao ndio nguzo za jamii wanakufa mapema. Hiyo ni roho ya ukiwa inawaua. Wanabaki wale ambao ni bure plus bure, sifuri kujumlisha na sifuri, unapata ile sifuri likubwa <laughs> ndio wamejaa mtaani. Sema amen. Mtaa uliojaa watu wasiofaa kitu, nakuta nyumba zote zimechoka Halo ina mikono. Sema, Baba, nifanye kuwa mtu ninayefaa, mtu wa maana, mtu wa msaada, aba. Mtu ambaye wa na wainua wengine, mpe Bwana makofi <coughs> <coughs> Sasa mlikao wote wachawi, namwambia mwenzake wote wachawi, shika mkono wa jirani yako. Ukisikia mkono wake ni wa baridi, huyo Sikiza, kuna joto au baridi? Come on man. Shika <laughs> mkono. Mani kuanzia leo usiroge. Kwa maneno hata kwa jicho kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa sababu Biblia imesema usimwache mchawi akaishi. Ya yaani mtu anayeroga alishahukumiwa kifo. Ukianza kuroga kwa maneno au kwa mawazo au kwa matendo, umehukumiwa kifo. Usiroge. Hata watu wakikuzidi maendeleo, usiwapige vita. Watu wakikuzidi uzuri, usiwachukie. Maana wao uzuri hawakujipa, wao ni Mungu kawapa. Mbona uitiki? Amen. Hasa ukiona mtu ana sura ile itwa nzuri. Mimi najua sura zote ni nzuri, ila watu mnabagua, huyu ana sura nzuri. Hakuna suraga mbaya. Hata kama una sura inafanana kama maharage, bado ni nzuri. Na Waafrika wengi mnafikiri mtakiwa mweusi sio mzuri. I want to tell you, black is good. Mtu mweusi ni mzuri zaidi. Sababu ngozi nyeusi bwana hata jua likipiga inabaki iko vizuri. Kuna fikenzi wiziro ndo nzuri, acha uchezo wako. Mwambie jirani yako wewe ni mzuri sana, mwambie una sura nzuri, mwambie, mwambie, mwambie. Mbona useme ame. amen. Toa sauti yako sema ame. amen. Amen. Sasa kuna watu wanaofaa. Watu wanaofaa ni watu wanaoinua watu. Watu wanaofaa ni watu wanaoleta uzima. Watu wanaofaa ni watu kujitolea kwa kisha kwamba mambo yanakuwa mazuri. Hawa watu sasa hawapatikani. Hebu sema watu wanaofaa kitu hawapatikani. Watu wanaofaa. Mbona uongee sema tena. Watu wanaofaa. Sema amen. Amen. Utiako, sema, amen. Amen. Tuanze sauti yako sema amen. Amen. Roho ya ukiwa inawasogeza mbali. Na hilo ya ukiwa ndio inakusumbua wewe. Una watu mpaka hivi naongea wewe una watu, watu ulionao aidha ni wachawi wako au ni watu wasiofaa kitu. Hayo makundi mangapi ndio unaocheka nao, unakula, una nao, unacheka nao hapo baadaye wanaona nini? Wanaume ni wengi wapo, lakini sio wanaume wote wanafaa kitu. Wengi ni wale wasiofaa, wengi ni watu wa kuleta ghasia na vurugu na kusababisha shida. Kila ninapokaa anaanzisha matatizo badala ya kuanzisha mambo mazuri. Hafai. Nataka wewe utoke kwenye kundi la watu wasiofaa. Uingie kwenye kundi la watu wanaofaa kitu kwa jina la Yesu. Ina mikono juu. Pia sauti sema kuanzia leo, nitakuwa mtu ninayefaa na ninayeleta faida kwa jina la Yesu. Fungua sauti yako sema amen. Hebu shika mkono jirani yako. Mkamate mkono jirani yako na mwangalie usoni. Muulize, hivi wewe uko wako unafaidika nini na kuwepo kwako? Muulize. Mwambie kwa sauti sasa unaongea kama unauma ugonjwa wa meno. Muulize, familia yako inafaidika nini na wewe? Umewasaidia nini mliozaliwa nao tumbo moja? Saidia kwa hapa umbea tu sio? Sema amen. Wewe uko wapi katika watu watatu? Watu wanaofaa kitu? Wasiofaa kitu? Roho ya ukiwa haiwaachi watu wanaofaa kitu wawepo. Kwanza inawashusha, inawanyang'anya uwezo. Inawezekana hata waye ni mtu nayefaa, lakini roho ya ukiwa ilisha kunyang'anya uwezo. But this, that is spirit, ni roho. Unaposema roho ni nafsi fulani, sio na mwili, na inafanya kazi, inamfanya mtu anayefaa imugeuza kwa hafai, Anaharibika. na mkono juu, tamka, sema, nimekataa kuharibiwa na roho ya ukiwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa sauti kubwa asema amen. Nimesimama na mamlaka ya Jehova, nimesimama na mamlaka ya Mungu muumba mbingu na nchi. Lengo ni moja, ni kubadilisha wewe kuanzia leo uwe jamaa anayefaa kwa jina la Yesu. Uwe mtu wa faida kwa jina la Yesu. Ukisema amina kubwa, hiyo roho ya kufaa ina kuingia leo leo. Watu wanaofaa hawawagi na roho mbaya. Chunguza wewe roho yako, unasalimia waliokusalimia, unawapa ugali waliokupa ugali, waliokunyima unawanyima. Wewe ufai. Mtu anayefaa kitu halipizi kisasi. Naongea na watu hapa kiongozi akaanza ki kulipalipa kisasi hawezi kuwa kiongozi tena kama wewe ni baba wa familia unalipiza kisasi wewe unafai kisasi hakitakiwi nisaidie kumwambia jirani yako kisasi hakitakiwi ya unamwambia kwa sauti ndogo hata sikia maana huyo jamaa ya masikio yake sio mazuri kwa sababu hata kila ugali huo hashibi mwambie kwa sauti kubwa mwambie kisasi hakitakiwi sema amen usipiza nini kisasi watu wanaofaa kitu hawalipizi kisasi bali wanafundisha wengine, kwa sababu kuna watu wanakosea bila kujua kuwa wanakosea. Hawajui sababu kwa nini wanakosea, wanahitaji kuelimishwa. Hasa ukalipiza kisasi, unakosea. Ndio maana Mungu alibizi kisasi. Mungu angelipa kisasi, usingekuwepo wewe. in mikono juu, naomba sauti yako niisikie. Sema Baba wa Rehema, ondoa roho ya kisasi ndani yangu leo hii, niwe mtu ninayefaa popote ninapoonekana. Shusha mikono. Mungu akubadilishe leo. Nataka uwe mtu wa manufaa. Cha kwanza, uifae familia yako. Cha pili, ufae ukoo wako. Cha tatu, uifae jamii ya Tanzania. Number four and the biggest, uifae kanisa la Bwana. Ungesema amina, si Mungu angekutia moyo kwa mtu anayefaa. Watu wasofaa kitu watoe sadaka ya ujenzi. Anauliza, natoa za ujenzi kwa nini nyumba yangu? Ninatoa hili kanisa nalijua, hii tuna wao watu waende wakale, wanunue magari, wavae masuti. Unaona mchungaji mwenyewe anavaa nguo hizo, ni hela zetu tulitoa za ujenzi, kazi ya suti. Hawa hawafai kitu. Mtu asiyefaa kitu haemerii familia yake, aliwazaa wenyewe, lakini awashindisha njana kwa raza njana. Mwanaume asiyefaa kitu hampi mke wake hela, mwanamke anavaa mpaka zinaisha, kanga ndio shuka, na mume yupo na anaona. Usimwangalie mwanamume yeyote, utaleta kezi wewe, niangalie mimi mwanaume asiyefaa kitu hatunzi watoto. Mwanaume asiyefaa kitu hasomeshi watoto wake, hapeleki shule, hafai. Mwanamke asiyefaa kitu hapigii mume wake vizuri. Mwanamke asiyefaa kitu, mume akija hampokei. Mwanamke asiyefaa kitu afungue za mumewe. Mwanamke asiyefaa kitu ni mumbea, ananuna saa yote, utafikiri anaishi Segerea. Alo. Hapo na chamua wewe utajiweke uko wapi? kama wewe ni dada kwa nyumba unanuna saa yote ufai kitu wewe, ni pepo ilioolewa unanunia nini ivi? Nasema furaha ya Bwana ni nguvu za watu, wewe unakuwa kununa kwako ndio nguvu yako. Unanunia nini? nchi ilikuwa nini? Ukiwa mtu mkiwa hana mtu wa kumsaidia. Ndio maana kuna jamaa mmoja katika kitabu cha Yohana sura ile ya tano kuanzia mstari wa pili na kuendelea, Yesu alimkuta Betdhata akamuuliza unataka kuwa mzima? Jimu lake lilikuwa ni sina mtu sina mtu, sina mtu wa kufanyaje maji yanapotibuliwa. Sina mtu. Unajua ungekuwa wewe ungesemaje sina mtu wa kunipa mtaji. Sina mtu wa kunipa hela nilipe mahali. Sina mtu wa kunipeleka chuo. Sina mtu wa kunisomesha. Mtu yeyote aliyekwama alikosa watu. Mtu yeyote unaona uchumi umeharibika amekosa watu. Unayemsikia familia yake na yeye ndiye amekosa watu. Nataka asubuhi ya leo nikuitie Baba wa rehema akupe watu kwa jina la Yesu. Watu watakao kuinua, watu watakao kubeba, watu watakao kupa mtaji, watu watakao kupambania maisha yako. Ndiyo nige sema amina, sunge barikiwa kwa jina la Yesu. Ndiyo nige sema Eee, hey, baba nipe watu <coughs> Haleluya. <coughs> Ukikosa watu. Unajua niliingiaje ya mwanza mimi? Nilipata mtu. Uwezi kwenda mahali popote sipa nini? Mimi nilipata mtu. Unambia njo, panda treni. Na kupokea ukiwa na mtu naenda na kwa zao kuna mtu anakupeleka. Fungua sauti yako sema amen. Unaniruhusu niongee? Unaruhusu niongee? Unaruhusu Mungu niongee juu yako, juu ya maisha yako. Naomba Mungu akupe mtu kutoka Marekani atakaye simama na wewe. Mungu akupatie mtu kutoka mishini mikubwa mikubwa atakaye kushika mkono katika jina la Yesu. Mungu akupatie mtu kutoka China. Mungu akupatie mtu kutoka Australia. Mungu akupatie mtu kutoka Ulaya. Mungu akupatie mtu kwenye maeneo ya pesa, mabenki na benki huko. Imani iko nasema. Baba nipe mtu. Hupigi kelele ndio maana walishakuroga wewe. Inua mikono useme baba. Naomba unipe mtu. Kwa jina la Yesu. Haa, piga kelele sana amen. Unataka niongee? Niongee kuongea. Niendelee kuongea. Mchana wa leo, pokea mtu mmoja atakayekupa pesa kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, pokea mtu mmoja atakayesomesha watoto wako kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, pokea mtu mmoja atakayekusaidia kujenga nyumba yako kwa jina la Yesu. Mbona amina ni za watu wachache? Wengi kama shangazi shanga shanga yao. Ina ina mikono, sema baba, naomba mtu ba, mbona wonge sema ba, ba, ba, ba. Kwa jina la Yesu. Sema amen.